Kuelekea lango kuu, panda hiyo gari. Hatua ya mwisho ya jeshi, panda gari hii na kuelekea lango kuu, kumaliza engo ya

afanye mgeni rasmi wageni walikwa mabibi na mabwana, mnakumbushwa mara ba kikubwa, nataka kusema kama alivyosema Jenerali Mrope kwamba kuwa mwanajeshi ni uzalendo wa hali ya juu. Hatuingii jeshini kwa sababu ni ajira, ila mtu mwenye uchungu na nchi yake ndio anasema, niko tayari kumwaga damu yangu kwa ajili ya taifa hili. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni uzalendo wa hali ya juu sana hatuji ndio maana hatu, hatuajiri jeshini tuna tunasajili kwa hiyo kujisajili mtu anakuwa amekaa amefanya maamuzi kwanakwenda kujisajili ukijisajili sehemu ni kwamba unakwenda kutumika unakwenda kujitoa kwa hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho vijana wanataka kujiajishwa kione hicho pamoja na hayo kama mimi mkuu wa e, tiba tunaingiza wale ambao tunamuona kwamba amejitoa yuko tayari lakini afya yake nayo ni timamu tayari kuitumikia nchi yake. E, kwangu mimi jeshi naona ndio kazi ya kwanza na ya mwisho na na haina kufananisha, uweze kujifananisha na kazi nyingine. Na kama mtu kuanzia kwenye mafunzo, wale wanaanza tu mafunzo ya awali, kuna hali fulani mtu anapata kwenye mafunzo ambayo inakusukuma uende mbele. Hata kama unaona vitu ni vigumu sana, hata kama utabidi ulie, lakini ule uchungu wa nchi yako unakufanya usonge mbele, na hali hiyo ndio inatokea kwenye vita, kwamba kwenye vita unapigwa amri, ungojei amri, unajitolea kwenda mbele wakati ukijua kwamba kule mbele unaweza kupigwa risasi ukafa. Kwa hiyo ndio sehemu ya mwisho ambayo unaweza kuonyesha uzalendo wako, ni kazi ya jeshi. Mimi kwa miaka yangu yote kwamba najiona, najiona nime, nimejitosheleza katika nchi yangu kama Mtanzania kwa muda niliokaa jeshini mpaka sasa hivi na natarajia nione wazalendo zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo e, kwa ujumla, nataka kumpongeza Jeno Mrope kiwango alichofikia, kwamba kama tunasema kwamba ukimwona nyani amekuwa mzee amekwepa mishale mingi, kwa kirenki yake ni uzee wa nyani. Kwa hiyo najua kabisa mishale mingi hiyo lengo kwake, lakini ameweza kuikwepa kwe, kwa nidhamu kubwa, na mwisho akafikia hatua ya mwisho ambayo kila mwanajeshi angependa kuiona. Tunakushukuru sana Meja Jenerali Dr. Janga asante sana. Hicho waachia waliobaki utumishi. Kwenye utumishi ni nidhamu uti na uhodari A, kingine ni uzalendo takwa tufanye kazi kwa uzalendo jeshini. Hakuna kitu kikubwa zaidi zaidi ya uzalendo, kwa sababu tunasema jeshi au serikali haina dini, lakini dini ya jeshi ni uzalendo, ni kujitoa najitoa maisha katika kipindi chote cha uhai wako katika kipindi chote cha utumishi wako. Sasa mimi nimejitolea uh, uhai wangu kwa kipindi hicho ambacho nimetumikia jeshi kwa muda wa miaka 38 miezi 6 na siku tisa. Kwa hiyo nacho waasa wadumishe nidhamu, wadumishe utii na uzalendo, waonyeshe uhodari katika vitendo vyao. Tumtangulize Mwenyezi Mungu mbele katika kufanya kazi zetu. Nini kikubwa nilichojifunza katika utumishi wangu ni mafunzo ya kijeshi ambayo inahitaji ukakamavu, inahitaji afya eh, na utimamu. Nahitaji kuwa na afya bora. Bila afya bora jeshini, huwezi kufanya mafunzo yote na huwezi kuperform kitu chochote. Kwa hiyo kitu cha msingi ni mafu, eh, afya. Nilijifunza kuwa na afya njema, ndipo unaweza kuperform kazi za kijeshi.